Tukiachana na taarifa hiyo ni kwamba serikali iko taabani iwapo haitashirikiana na mahakama ICC katika kesi dhidi ya washukiwa wanne, kwa mujibu wa kiongozi wa mashtaka, japo serikali imemwahidi kwamba watapata ushahidi wanaohitaji. Iwapo serikali itakosa kufanya hivyo, basi watatumia mbinu nyinginezo ili kuweza kuipa nguvu kesi yao, na hivyo basi, iwapo serikali haitaheshimu mkataba wa Roma, basi haitakuwa na budi ila kuishtaki serikali mbele ya mahakama ya ICC. aliwasili nchini akiwa na wingi wa matumaini lakini sasa ni wazi hajaridhika na yaliyomfika baada ya serikali kukosa kumpa ushahidi aliyohitaji. The standard of proof that is required at various levels of trial are different. The standard that we require for confirmation of charges is different from the standard that we require at the trial. It is proof beyond reasonable doubt. So the investigations are ongoing. Um, the, the anahitaji ushahidi wote kufikia Januari 9 mwaka 2013 na tumaini lake ni kuwa serikali itatimiza ahadi yake kabla ya mwezi Disemba, la sivo...

Anapojitayarisha kuondoka nchini anaonekana kuvunjika moyo kwa kukosa kupata kile kilichomleta humu nchini. Na tishio lake kwa serikali ni kwamba iwapo ataendelea kuzembea katika kuwapa wanachohitaji au kukosa kushirikiana ipasavyo na mahakama ya ICC hawatokuwa na budi kuwasilisha lalama zao mbele ya mahakama. Zubeida Kananu, KTN Nairobi.